Leo tumekuja kusherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa kiongozi wetu Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kila Mtanzania anafahamu kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan leo anaadhimisha birthday yake ya sitini na sita kwa maana anatimiza miaka sitini na sita tangu kuzaliwa kwake, lakini mheshimiwa rais kwa sababu anaamini katika utunzaji wa mazingira alikuja na utaratibu wa kupanda miti kama sehemu ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo na sisi kama umoja wa vijana wa CCM kwenye mkoa wa Kagera ambao kimsingi tulishajitanabaisha wazi kwamba jambo la Dkt. Samia ni jambo letu. Jambo la mama ni jambo la umoja wa vijana. Kwa hiyo tukasema, hatutomuunga mkono kwa namna nyingine yoyote bali kwa upandaji wa miti kama ambavyo yeye anafanya kwenye siku hii ya leo pale Zanzibar. Kwa hiyo ndio maana tumekuja na tukachagua shule ya sekondari hii ya wasichana e, kama vile vile sehemu ya kuwapa nguvu hawa watoto wa kike kwamba na wao wanaweza, ipo siku wanaweza kufikia e, kwenye viwango vya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tumekuja tumepanda miti, lakini tutumie fursa hii kwanza kuwashukuru e, shule ya sekondari ya Umumwani kwa maana ya management wametupa ushirikiano mzuri. Tuwashukuru TFS ambao wametoa miche takriban elfu mbili ambayo tumeidumbukiza kwenye mashimo hapa, na kwa kweli tuwashukuru pia waandishi wa habari kwa namna ambavyo mmetuunga mkono katika jambo hili, ili Watanzania waone ni kitu gani ambacho tumekifanya umoja wa vijana kwa kushirikiana na wadau wengine katika dhana hii ya kutunza mazingira, kwa sababu tunaambiwa uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti. Na sisi tumeshiriki kupanda miti kwenye shule yetu, lakini kama ambavyo mmeona eh, shule hii eh, ina changamoto. Kama ambavyo mmeona, bado wana changamoto ya fensi, licha ya mambo makubwa na mazuri ambayo yamefanyika kwenye eneo hili. Maana yake pia, hii inaweza ikawa kama sehemu sasa ya kupaza sauti, ili basi serikali yetu ione umuhimu wakuja kuweka fensi kwenye shule hii, kwa sababu ni shule ambayo ina watoto wa kike, na unaona imezungukwa na makazi ya watu. Kwa hiyo tunaamini kwamba ujio wetu vile vile unaweza ukawa baraka kwamba sio tu kutunza miti, kuwatunza hata watoto walioko hapa, ni pamoja na kuona namna ambavyo serikali yetu, na sisi tuna imani kwamba serikali ya awamu ya sita kama imeweza kujenga madarasa, mmeona mengi sana hapa, mabweni, eh, matundu ya vyoo yako hapa ya kutosha, na wao wameeleza changamoto pekee walionayo kwa sasa ni fensi na kwa baadaye ni jengo la utawala la shule. Shule yetu ina fensi tu ya wavu, ina fensi ile fensi kabisa. Kwa hiyo ningeomba serikali kama, ningeomba serikali itutengenezee fensi, kwa sababu sisi ni wadada, tunahitaji tuna kulindwa, tunahitaji kulindwa na vitu mbalimbali mbali. Kwa hiyo ningeomba serikali tujengee fensi ili tuweze kuishi vizuri, kwa sababu ametupatia huduma zote, tuna maji, tuna umeme, madarasa ya kutosha, sehemu za kutosha za kulala, lakini bado fensi. Kwa hiyo serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, tunaomba shule yetu Omumwani tupate fensi kila pia, ningependa sana kumwomba mama yetu Samia Suluhu, kama jitihada alizozitumia kutuletea hii sera, ningeomba zaidi azidi kutuwezesha shule yetu kama ya Omumwani. Kwani tuna baadhi ya mapungufu au baadhi ya matatizo, na baadhi ya matatizo hayo ni ukosefu wa baadhi ya miundombinu. Mfano shule yetu inakosa ina swala so zima la tatizo la fensi. Shule yetu ina tatizo la fensi, kiujumla fensi yetu sio imara, jambo ambalo linaleta changamoto kwa shule yetu, na ni hali ya shule pia sio nzuri kwa sababu tuna tatizo ya fensi, ambapo wanafunzi wengi huwa wanatoroka na pia kuna watu wao wanaingia. Wanafunzi wengi wao wanatoroka, na watu pia wanaingia, kwa hiyo inakuwa ni hatari kwa wanafunzi, na ukizingatia hasa sisi ni wanafunzi wa kike. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali iweze kutusaidia katika hilo, katika hilo swala la fence, na pia katika mabwalo ya chakula pia ni tatizo, kwa sababu ma, eni, chakula ni ni, nilidogo ukikompare na namba ya wanafunzi ambao wanasoma hapa.